Mnamo 1165 nakala za barua ya kushangaza zilianza kuzunguka kote Ulaya Magharibi. Ilizungumzia ulimwengu wa kuwazia ulio na mnara wa Babeli na chemichemi ya ujana, yote yakitawaliwa na mwandishi wa barua hiyo wa kisiri, Prester John. Leo twajua kwamba mfalme huyo wa ajabu hajawahi kuwepo kamwe, lakini hadithi ya ufalme huu wa kuwazia na mtawala wake mwenye nguvu ingeathiri maamuzi ya viongozi wa Ulaya kwa miaka 400 ijayo. Hadithi ya Prester John ingesababisha enzi ya uvumbuzi, kuchochea diplomasia ya kati ya mabara na kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Barua ya Prester John ilipotokea Ulaya, ilikuwa imehusika katika vita vya kidini katika mfululizo huo wa vita vya kidini Wazungu walifanya kampeni ya kunyakua kile walichokiona kuwa nchi takatifu ya Kikristo. Kanisa lilidharau imani yoyote isiyo ya Kikristo, pamoja na ile ya jamii ya Wayahudi na Waislamu zilizoishi eneo hilo. Makrusedi walikuwa na hamu ya kupata falme za Kikristo kutumika kama washirika katika vita vyao, na walipendezwa sana na uvumi wa ufalme mwenye nguvu wa Kikristo ambaye alikuwa ameshinda jeshi kubwa la Waislamu katika mashariki ya mbali. Kwa kweli, ilikuwa kikosi cha Mongol pamoja na makabila ya kikristo waliogeuzwa ambacho kilikuwa kimeshinda jeshi hilo, lakini habari za ushindi huo zilisafiri bila kuaminika. Wafanyabiashara na wajumbe walijaza mapengo katika hadithi ile kwa mashairi na vipande vya Biblia. Kufikia wakati wa hadithi hiyo ilipofika Ulaya, kikosi hicho cha Mongol kilikuwa kimebadilishwa kuwa jeshi kubwa la Kikristo, lililoamrishwa na mfalme aliyekuwa na maoni kama ya wakrusedi na kuandamana huko Yerusalemu. Na wakati barua iliyodaiwa kuandikwa na huyo anayeitwa Prester John ilipotokea, watawala wa Ulaya walisisimka. Ingawa mwandishi halali wa barua hiyo bado hajulikani, mitazamo yake kuhusu mashariki na mwegemeo wa malengo ya Ulaya inaonyesha kwamba ilikuwa bandia ya magharibi. Lakini licha ya asili ya wazi ya barua hiyo kuwa propaganda ya Ulaya, kivutio cha hadithi ya Prester John kilikuwa kikubwa sana kwa makrusedi kupuuza. Punde wachoraji ramani wa Ulaya walikuwa wakikisia eneo la ufalme wake wa kihadithi. Katika karne ya 13 na 14, wamishonari wa Ulaya walienda mashariki kwenye barabara ya Silk Road iliyokuwa imefunguliwa upya. Hawakuwa wakimtafuta mwandishi wa barua hiyo ambaye angekuwa na umri wa zaidi ya karne moja, bali uzao wake. Cheo cha Prester John kilitambuliwa kwa kifupi na watawala kadhaa wa Asia ya Kati, lakini ilionekana wazi punde si punde kuwa Mongols pakubwa hawakuwa Wakristo, na wakati milki yao ilipoanza kuanguka, wazungu wa Ulaya walianza kutafuta njia mbadala za kwenda mashariki ya mbali na kupata habari mpya kuhusu eneo la Prester John. Wakati huo huo wavumbuzi hao walipoelekea kusini, wasafiri wa Ethiopia walianza kusafiri kuelekea kaskazini. Huko Roma, wageni hawa walivutia kwa haraka shauku ya wasomi na wachoraji wa ramani kutoka Ulaya. Kwa kuwa Ethiopia iliongoka na kuwa Wakristo katika karne ya nne, hadithi za nchi yao ya kiafrika zinaingiana kabisa katika hadithi ya Prester John. Wachunguzi wa Ureno walitafuta ufalme huo barani Afrika hadi mchanganyiko wa utata na diplomasia ulipobadili hadithi kuwa jambo halisi. Waethiopia waliwakaribisha kwa fadhili wageni wao wazungu wa ulaya waliokuwa na hamu ya kufanya biashara na mtawala waliyemwamini kuwa Prester John. Ijapokuwa mwanzoni wa Ethiopia walichanganyikiwa na jina lisilo la kawaida la wareno kuwa mfalme wao, walikuwa na busara ya kutosha kutambua mji mkuu wa kidiplomasia ambao iliwapa Wanadiplomasia wa Ethiopia walicheza sehemu ya wafuasi wa Prester John, na Wareno walitangaza kwa ushindi muungano na mtawala wa kuhadithiwa zaidi ya miaka 350 baada ya barua ya Ulaya kwanza utafutaji. Lakini ushirikiano huo uliotazamiwa kwa muda mrefu ulijaribiwa upesi. Miaka kumi baadaye, Sultanate ya Adal, serikali ya mkoa iliyoungwa mkono na milki ya Ottoman, ilivamia Ethiopia. Wareno walituma askari ambao walisaidia Waethiopia kushinda vita hivyo. Lakini kufikia wakati huo ilikuwa wazi kwamba Ethiopia haikuwa mshirika mwenye nguvu ambaye Ulaya ilikuwa imemtumaini. Jambo mbaya hata zaidi, kanisa Katoliki la Kiroma ambalo lilikuwa likizidi kukosa uvumilivu sasa liliona dhehebu la Kikristo la Waethiopia kuwa wazushi. Majaribio wa yao ya baadaye ya kuwageuza watu ambao wakati mmoja waliwaheshimu kama Wakristo bora mwishowe lingesababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe, na katika miaka 1630 Ethiopia ilivunja uhusiano na Ulaya. Katika karne mbili zilizofuata hadithi ya Prester John ilipotea polepole pole na kusahaulika, na hivyo kukomesha utawala wa mfalme ambaye aliandika historia licha ya kuwa hajawahi kuwapo. Hadithi tunazopitisha kwa wengine hutusaidia kuelewa vyema wakati uliopita na wakati mwingine hata kuelewa wakati huu. Jisajili kwenye kituo hiki ili usiwahi kukosa hadithi hata moja.